Miongoni mwa vijiji vya kutisha duniani ni kijiji cha Nyandiga. Sitosahau kabisa nilichofanywa na mizimu ya kijiji hichi. Karibu sana mwanafamilia wa Story Arena, leo hii tunakujia na kigongo kipya kabisa kinachokwenda kwa jina la Kafara ya Kijiji. Twende pamoja na tujijulie mengi yaliyopo ndani ya stori hii, lakini kabla tujiendelea, usisahau kubofya kitufe cha kusubscribe kwa ajili ya kutoa sapoti yako ya ukuaji wa chaneli yetu. Tunakupenda sana na karibu sana, twende pamoja. Jina langu ni Amani. Nilizaliwa katika kijiji kidogo kinachoitwa Nyandiga, kijiji kilichozama kwenye kijani ya milima na mvuke wa miti iliyochoka kwa kusimulia historia. Nilizaliwa usiku wa mvua kubwa sana, mvua iliyosemekana kuwa si ya kawaida. Watu walisema ni ishara Mama alinieleza kuwa wakati ananizaa kunguru weusi wa walizunguka paa ya nyumba yetu, na fundi aliyekuwa anamzalisha mama alipotea siku hiyo hiyo. Hadi leo haijulikani alipotelea wapi. Nilipofikisha umri wa miaka saba, niliweza kusoma maandishi kwenye mawe, kusikia sauti za miti na mara nyingine nilizungumza na ndoto, ndoto zilizoleta maajabu ambayo hata wazee wa kijiji walishindwa kuyatamka. Lakini maisha hayakuwa rahisi. Baba yangu aliyekuwa mchungaji wa ng'ombe aliuawa kwa kitu walichokiita laana ya ukoo. Mama alinificha kila mara. Akaniambia niwe kimya, niwe mdogo. Ila moyo wangu haukutaka kukaa kimya kabisa. Nilijua siku moja nitabadilisha kijiji hiki, nitavunja laana iliyopo, nitafufua heshima ya familia yangu, nitakuwa zaidi ya mtoto wa kijiji, nitakuwa sauti ya vizazi vilivyokandamizwa kwa hofu. Lakini sikujua kuwa ili kufanikisha ndoto hiyo ningelazimika kupitia mapito ya damu, uchawi na usaliti wa damu yangu mwenyewe. Nilikuwa na miaka kumi nilipofungua ukurasa wa kwanza wa kitabu ambacho hakikuandikwa kwa kalamu, bali kwa damu ya mababu. Kitabu hicho hakikuwepo kwenye rafu ya shule wala hifadhi ya kijiji. Kiliandikwa kwenye ukuta wa pango lililoko msituni, pango la Kiburutu, sehemu ambayo hakuna mtoto aliyerudi akiwa hai. Siku hiyo nilikimbia kutoka nyumbani baada ya kumwona mama akilia kwa siri nyuma ya kibuyu cha maji. Sauti yake iliungana na sauti za upepo, lakini machozi yake yaliweka muhuri moyoni mwangu. Amani, uko peke yako sasa. Nilitembea kuelekea msituni, nikisukumwa na kitu kisichojulikana. Wakati mwingine nahisi ni ndoto iliyoniongoza. Nilipofika mlangoni mwa pango, usingeweza kusema kama ni hofu au ujasiri kilichonisukuma kuingia, lakini niliingia ndani. Kulikuwa na giza nene sana, lakini mara taa ya ajabu iliwaka ukutani, mwanga wake ukiwa wa kijani kilicho hai. Niliona maandishi ya kale yaliyochongwa kwa makucha. Macho yangu yalianza kuona zaidi ya macho ya kawaida. Niliisoma maneno yale bila kufundishwa. Yaliandikwa hivi: mtoto wa damu atakayevaa kivuli cha mababu atainua taifa kwa damu au kwa nuru. Mara sauti ilisikika kutoka ndani ya pango, sauti ya kiumbe kisichoonekana kikisema hivi: umechagua njia isiyo na kurudi. Je, uko tayari kubeba mzigo wa vizazi? Kwa kweli nilitetemeka lakini moyoni nikasema ndiyo. Na hapo ndipo nilipopewa zawadi ya kwanza, kipawa cha kusikia kilio cha ardhi. Tangu siku hiyo ardhi ilinena nami, miti iliyenieleza yaliyojificha, na watu wakaanza kuniogopa. Nilikuwa bado mtoto wa kijiji, lakini sasa nilikuwa mtoto wa siri, mtoto wa hatima. Na nisingejua kuwa kule kukubali kipawa kingeweka roho yangu kwenye orodha ya waliolengwa kuuawa. Baada kutoka kwenye pango la Kiburutu, sikuweza kulala tena kwa utulivu. Kila mara niliposinzia, niliona watu waliokufa zamani wakiniita kwa majina ya ajabu. Mzee mmoja mwenye sura ya simba aliniambia, utakapofikisha miaka kumi na mbili, laana ya ukoo wako itataka mwili wako. Sikumwelewa lakini kilichotokea baada ya miezi mitatu kilifanya kila neno lake lionekane kuwa kweli. Kijiji kilipata tatizo la ajabu sana. Ng'ombe walianza kufa kwa kupasuka vichwa. Wazee walisema ni laana, wengine walimlaumu mama, wengine walininyooshea bidole. Mimi mwana wa mfu, mtoto wa pepo, huyo yule aliyerudi kutoka Kiburutu. Walinichukia, waliniogopa, lakini mmoja wao hakuogopa anaitwa Mzee Rono, mganga wa kijiji. Alikuja nyumbani kwetu usiku wa manane, akiwa na hirizi na kichupa cha damu ya fisi. Alinikuta nimekaa kwenye sakafu ya udongo, nilichora ramani ya nyota, lakini aliniambia, nimekuja kukulinda, alisema kwa sauti ya kupepesa, lakini si kwa sababu nakupenda Amani, ni kwa sababu nina deni kwa baba yako. Nilishangaa kidogo, baba yangu alikuwa na nane hasa? Mzee Rono alinitazama kwa macho mekundu na kusema, baba yako hakuwa mchungaji tu, alikuwa mhifadhi wa mlango wa ulimwengu wa chini, na wewe umesha rithi mlango mmoja. Alinifundisha maneno ya kale akaniambia nisiaseme mbele ya mtu yeyote isipokuwa kwa wakati wa giza kuu. Akaniambia kuna siku nitaitwa na mti, na siku hiyo nitakataa, dunia nzima itapata laana. Lakini kabla ya kuondoka aliniambia kitu cha mwisho kilichonisikitisha sana: usiku wa mwezi mwekundu utapoteza mtu wa karibu zaidi ili mpango ukamilike. Nikamuuliza, ni nani mtu huyo? Alinitazama, akageuka na akatoweka gizani, huku akisema kwa sauti ya mbali, yeye anayekupenda bila masharti ndiye atakayeitwa kafara. Nilijua siku hiyo itakuja, sikujua ni lini, sikujua kwa nini, ila moyoni nilijua kwamba ni mama yangu aliyekuwa hatarini. Siku tatu baada ya onyo la Mzee Rono, kijiji kilianza kuishi kwa hofu isiyoeleweka. Mbwa walikuwa wakibweka usiku kucha, watoto walizaliwa na meno, miti iliacha kutoa kivuli kabisa. Lakini jambo la ajabu lilitokea. Ni kwamba mama yangu alianza kunyamaza. Alitembea tu, akifanya kazi kama mzuka, hakuongea kabisa. Hakuwa na machozi tena. Nilipojaribu kumuuliza kilichokuwa kinamsumbua, alinipiga busu la baridi shavuni na kuniambia kwa sauti ndogo, "Amani, mti umeshaanza kuniita mwanangu, silie, ni lazima itimie." Nilimkumbatia nikijua jambo baya linakuja. Usiku uliofuata ndoto ilikuja, ila haikuwa ndoto ya kawaida kabisa. Ilikuwa kama sinema, wazi, safi na ya kutisha. Niliona mti mkubwa wenye nyuso za watu waliokufa. Mti huo ulikuwa ukizungumza na mimi kwa sauti ya mama, Amani, damu ya upendo ndiyo funguo ya nguvu zako, njoo, ni wakati sasa. Nilishtuka nikiwa nimelowana jasho. Mbwa wetu aitwaye Tanda alikuwa ameketi mlangoni akivizia kama kuna kitu nje, lakini hakukuwa na kitu chochote. Nilipoamka asubuhi, mama hakuwepo kabisa. Sikumpata nyumbani wala shambani, nilimtafuta kila mahali, lakini hakuna aliyemwona. Nilirudi kwenye nyumba yetu nikiwa nimevunjika moyo sana, na nikakuta kitu cha ajabu mezani, hirizi ya mama aliyokuwa haivai kamwe. Ndipo nikajua mama yangu ameitwa na kafara imeshachukuliwa. Nililia kwa uchungu sana, dunia ilibadilika ndani yangu. Sauti iliniambia kwa mara ya mwisho, sasa wewe ni mlinda damu, imelipwa mlango umefunguliwa, na sasa utaanza kujua ni nani hasa aliyemuua baba yako. Nilinyamaza kidogo, sikutaka kulia tena. Roho ya kijiji ilikuwa imeamshwa, na mimi sasa nilikuwa mwanga wa kivuli, mtoto wa kijiji, lakini pia mchochezi wa mapinduzi ya roho. Asante sana, mpenzi msikilizaji, na huu ndio mwisho wa sehemu yetu ya kwanza. Tukutane sehemu ya pili. Tuone je, ni nini kitaendelea katika maisha ya Amani.